Zile majamaa yameshikwa, kuna ofisa mmoja ambaye iko na kitambulisho zake kama vile nimemwambia, akamwambia mheshimiwa, hizi majamaa tunazipeleka polisi. Akamwambia huyu, anamwambia mwanajeshi kwamba ukirejea kauli hiyo dakika tano dana sekunde tano tu, na kupiga kwa kichwa na kuua. Ameweza mpaka kutishia majamaa wa masecurity. Anamwambia wewe, nikitaka kunizuia mimi nisikue na maua ama jamaa, wewe ukisogea hapa na kupiga risasi peke zako wewe unakufa hapa hapa, hapa. Japo kwa wewe wewe unatubikia government right now unakufa sasa. Labda hiyo hiyo kidogo mtaweza kufahamu, nikiambia huyu jamaa hakuna historia ya kawai, hakuna mtu kajua kaweza kuondosha historia yake kwa nchi zetu ya Tanzania juu ya mauaji na ubabe na ukatili aliokuwa nayo kila mtu hata kwa Ikulu kabisa amekuwa jamaa anamwogopa huyu jamaa. Huyu jamaa kwa maizo hiyo kiapo ambayo eh, nimekuwa nimeiweka eh, kwa, kwa, kwa raisi ya ICC ilikuwa imebakia step ndogo sana amuue. Kuna mama mmoja aliwahi kuwa habari mbaya sana hata kuiongea, aliwahi kuwa msemaji ya ikulu akiwa akifanya kazi BBC, kidogo tu ilikuwa am... ah, namjua na huyo dada hey. Zuhura Yunus. Huyu jamaa ni mtu hatari sana kwa, alitaka. Ina maana basi anatumika kwa raisi. Sasa kama ni hivyo, rais anamtumia huu mjamaa ni mtu peke zake ambaye rais anakuwa anamwamini juu ya na masala ya ubabe kwa sababu, ile jambo yoyote anataka kufanya right now anafanya na anajamini inakuwa hivyo. Ndio maana Zuhura walimfukuza pale ili kuondoka iliku, pale ilikuwa ni jambo njema, njema kwake peke yake, ni jambo bora kwa historia. Haijawahi uh, haijawahi kutokezea huu jamaa anaua polisi, ile inamzuia wewe, anamwambia hii majamaa tunapeleka mahakamani, kapasua polisi. Hii polisi haitaki kusema kama ziko watu imeuliwa. Huyu anaua polisi ya Tanzania, kwa sababu tu anamwambia vitu tumekamata, tunapeleka court. Kaua mbele za watu, mbele za majeshi, hakuna mtu anasimama kusema kitu. hii hi live ya leo ni ngumu sana kuendelea nayo sasa, kwa sababu niko na lengo ya kutaka kuonyesha ni jinsi gani eh, huyu mjamaa kafanya mauaji na hizi maushahidi ambazo nimezipatanisha kwa kiapo ambayo inaipeleka ICC, na hiyo kiapo tayari imekamilika, jambo ambayo eh, tumeiumiza sana jeshi leo kwa sababu nimewaonesha hizo mavitu zote, naomba sikiliza hii taarifa isikilize, sauti yake na aseme sio yeye, alafu akashika mashine gani akateketeza huyo. Hii ni picha ya leo, kumbukeni, hii ni picha ya leo. Mama ameenda uh, kia kwenye uwanja wa Kia, umaona, unaona hawa wazanzibari wawili hawa, huyu pembeni na huyu, hawa wauaji hawa wa, wa Tumbatu wanatoka sehemu inaitwa Tumbatu. Tumbatu huyo Ali Ameir ndio huyo hapa. Ndio aliyeua. Ndio kuna picha ya satellite ambayo inamuonyesha anauwa watu karibia Madazan peke yake huyo hapa. Yaani lazima tuwe wa kweli tu. Hata kama watatupoteza lakini tumewaachia kitu Watanzania. Huyo nyuma mnamuona hapa. Nadhani mnamuona wote Watanzania mliopo hapa mko elfu tatu na kitu. Mnamuona huyo? Hiyo ndo, ndo, ndo serikali yetu. Huyo mnaimuona huyo, kaua madazan na madazan. Ndo maana nasema hiyo video ni ngumu kuiachia. Akiiachia mnaweza mkatoka hata kesho mkaamua kuandamana, anavyotoboatoboa vichwa vya watu ina, inasikitisha sana, karibu maisha